Andengenye ametoa wito huo alipokutana na viongozi wa Chama cha Watu Wenye Ualbino Tanzania TAS pamoja na waandishi wa habari, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Kuongeza Uelewa Kuhusu Watu Wenye Ualbino, yanayofanyika kila mwaka ifikapo Juni kumi na tatu. Akitoa ujumbe kwa umma kuelekea maadhimisho hayo, Mkuu huyo wa Mkoa wa Kigoma, amesisitiza umuhimu wa kauli mbiu ya mwaka huu isemayo: Ushiriki katika uchaguzi ni haki ya kuchagua na kuchaguliwa, linda haki za watu wenye ualbino. Kauli mbiu ya mwaka huu inasisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa kisiasa kwa watu wenye ualbino na inalenga kuangazia haki yao ya kushiriki kikamilifu katika mchakato mzima wa kidemokrasia kama wapiga kura, lakini pia kama wagombea. Aidha, inalenga kuongeza uelewa kuhusu masuala ya haki za binadamu kwa ujumla, yakiwemo pia huduma za afya, usalama na ujumuishaji wa kijamii. Kwa upande wake, mhazina wa TAS, Abdillah Omary, amesema licha ya hatua wa zinazopigwa, watu wenye ualbino bado wanakumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo ubaguzi katika ajira na kutotambuliwa ipasavyo katika sekta ya elimu. Kulingana na tulikotoka mpaka sasa kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yanajitokeza, ingawa bado ile dhana, kama mwenzangu alivyosema, bado ipo, na sasa tunachopambana nacho kikubwa ni mila na desturi, kwa sababu leo unamzungumza yule mtu ambaye unahitaji kumbadilisha, lakini akirudi kwenye mila na desturi yake inakinzana na maelezo ambayo anayoambiwa. Naye mwenyekiti wa TAS Godson Mollel ameishukuru serikali kwa hatua inazoendelea kuchukua katika kuwajali na kuhakikisha watu wenye ualbino wanapewa nafasi sawa na kuheshimiwa kama raia wengine. Rais anatupenda, anatujali. Mfano ukiangalia mwaka, mwaka wa fedha 23/24 amepeleka shilingi milioni 124 katika hospitali yetu ya KCMC kwa ajili ya kununua malighafi za kuzalishia mafuta kinga kwa ajili ya ngozi zetu. Kihistoria Mkoa wa Kigoma umewahi kushuhudia matukio ya ukatili dhidi ya watu wenye ualbino, hali iliyopelekea baadhi ya watoto wenye ualbino kulazimika kuhifadhiwa katika Shule ya Msingi Kabanga Mazoezi iliyoko katika Halmashauri ya Mji Kasulu kwa ajili ya usalama wao.